Ninaapa mbele ya muhadhara huu, ninaapa mbele ya mhadhara huu, kuendesha maisha yangu na kutekeleza wajibu wangu, kuendesha maisha yangu na kutekeleza wajibu wangu, wakazi kwa udhu na uaminifu, wakazi kwa udhu na uaminifu. Nitaacha kufanya vitendo vyovyote vilivyo viovu, nitaacha kufanya vitendo vyovyote vilivyo viovu na sitachukua au kutoa dawa yoyote ile ninayofahamu kuwa ina madhara nitafanya kila niwezalo kwa nguvu zangu zote, zote ili kuimarisha na kuinua hadhi ya uuguzi uthabiti siri nipatazo ziwe za wagonjwa, nitatunza kwa uthabiti siri nipatazo ziwe za wagonjwa familia au vinginevyo familia au vinginevyo, ambazo nitazifahamu kuwa nitazifahamu kwa wajibu wa wito wangu ambazo nitazifahamu kwa wajibu wa wito wangu, kwa uaminifu nitajitolea kwa uaminifu nitajitolea wahudumia wale wote wanaohitaji huduma zangu. Ee Mungu nisaidie, e